Ni neta Kennedy Mahana, mwenyekiti wa mtaa Lukosi. Ni yapata kama wiki tatu zilizopita, baba wa marehemu alifika nyumbani kwangu majira ya saa nne ya usiku akanipa taarifa kwamba mtoto wake amepotea na ametata ame zaidi ya masaa mat, matano lakini hajampata bado. Mimi ni mshauri kwamba aende kutafuta, lakini akipita masaa ishirini na nne basi aende kutoa taarifa polisi lakini pia nikamshauri hata kama masaa hayo hayajafika, ni vizuri ukafika kituo cha polisi, kwa sababu inawezekana labda amekuta na watu huko, akapelekwa huko, ikawa ni rahisi kumpata. Kijana aliondoka, lakini pia hakurudi kunipa mrejesho uh, kwamba nini kiliendelea sasa. Siku fulani majira ya saa kumi nilipigwa simu na mwenye nyumba kuwa wananihitaji askari hapa nyumbani alipokuwa amepanga Jose. Niliweza kufika hapa na nikamkuta Jose, akasema kwamba yeye yeah, yeah, mtoto wake alimuua, akamkatakata vipande, akamtumbukiza kwenye shimo la choo. Lakini walivyoangalia polisi hawakuamini kwamba kweli amefanya hivyo kwa sababu ya udogo wa tundu la shimo ambalo waliliona. Lakini baada hapo tena Jose alibadilisha usemi kwamba mtoto yule hakumuua isipokuwa alikuwa anaogopa na adhabu ya polisi, yeye anaomba tu wampe dhamana ili akaendelee kushirikiana na, na, na, familia ili waweze kumpata mtoto aliko, kwa sababu inaonyesha kwenye familia yao kuna mambo ya kishirikina. Basi polisi waliondoka naye wakaendelea kumshikilia. Na leo nikiwa kwenye shughuli zangu za kiserikali nilipigwa simu pia na mwenye nyumba kuwa anani, askari wananihitaji hapa, nimeweza kufika wakanipa maelekezo kwamba bwana Jose ametoa ameeleza ukweli kwamba mtoto wake alimuua na akakatakata vipande vidogo vidogo sana, na akaweka wen, ndani, kwenye choo akaflashi, kuingiza kwenye shimo la choo. Basi baada hapo, tumeendelea na zoezi la kuchimba hicho choo, kutindua ili kupata mabaki ya mwili. Tumefanya hivyo kwa kushirikiana na wananchi wachache, polisi na jeshi la zimamoto na umeingia wamepata hivyo vipande vidogo vidogo. Kwa hiyo sasa nachosubiria utaratibu wa polisi kwamba nini kinaendelea. Kwa maelezo yake, kwa ya kwanza, anasema ndani ya familia kuna mambo ya kishirikina, na hivyo akawa anaomba kwamba aweze kwa kuruhusiwa ili akashirikiana na familia aweze kumpata mtoto aliko, kumbe alikuwa anatudanganya, amefanya hilo tukio, na leo umejionyesha wazi kwamba amelifanya. Mimi ndiye mwenyeji wa hii nyumba. Na huyo dogo ambaye anaitwa Jose alikuwa mpangaji amekaa hapa kwa...